Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi saidi sallallahu alaihi wasalama. Ni Al Azhar TV Tanzania tena tukiwa airport uwanja wa ndege wa Madina eh, wa Prince Muhammed bin Abdul Aziz, tukiwa katika shughuli zetu za kusindikiza mahujaji kama badatum tauduna. Kama tulivyowapokea, leo tunawasindikiza, lakini walikuja wakiwa wana ndoto, leo wanarudi wakiwa ndoto zao wamezikamilisha ni furaha iliyoje, saada iliyoje, na faraja iliyoje. Lakini hili siwezi kulizungumzia mimi, kwa sababu innal insana ana nafsihi basira, yeye mwenyewe mzungumzaji ndiyo anayehusika. Nikiangalia hapa, naona mahujaji mashallah, wamepambika na wamenairika kwa nuru ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni mji wake wa Madina, huu mji ambao ameimbiwa ile e, kasida yake talaa albadiru alaina E, min thaniyati lwadai wajaba shukru alaina ma daa lillahi dai. Lakini yote kwa yote tunaye pamoja na kina mama wote, lakini yuko mmoja na mona amevaa kamera, labda yeye yupo tayari kuhojiwa. wa wa wa wa rahmatullahi rahmatullahi barakatuh salam barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati, wafuatiliaji na watazamaji wa Al Azhar TV wanataka kujua kwanza, eh, kukupongeza kwa kutekeleza ibada hii ya bada hiya, mwaka 2025, lakini pia eh, kupata kufahamu ilikuwaje rahisi kiasi gani au ngumu kiasi gani kukamilisha ibada yako hii ya haji, lakini pia tunataka kufahamu ulikuja na taasisi gani na hiyo taasisi ulisikia wapi? Karibu Hajat, asante. Mimi naitwa Bisware Raja Bulali uh -huh. natokea Dodoma uh -huh. ndoto yangu hii ni kama miaka mitano uh -huh. nyuma ambaye nilikuwa natarajia na kilicho nivutia TV ni katika TV Imani nikiangalia watu wanavyozunguka Alkaaba fanyani na mimi nikaweka nia na kusema, Mwenyezi Mungu, kuna siku na mimi uwe mmoja miongoni mwa watu hawa na hatimaye Allah amepokea e, e, dua zako e. Ina maana hii tunapata kujifunza kwamba kumbe dua e, inajibiwa popote, maanake watu wanaamini kwamba ukija maka tu e, dua ndio zinajibiwa. Uliomba dua hiyo e, ulitamani ukiwa Tanzania. Ndiyo. na Allah amekujibu kule, subhanallah. Sasa umekamilisha ndoto zako, umefika maka. Ndiyo. Umehiji. Ndiyo. ndoto zimebadilika, zimekuwa uhalisia. hii kwako ina maana gani? Hii kwangu, nimefurahi sana kutoka kwenye kuitwa bi Sware na kuitwa Hajati mm. Sware na nimejifunza mambo mengi mm. yaani katika moyo wangu mm. kwa sababu nilikuwa naona yani nahisi tu kwamba hija hija, tukiangalia tu kwenye TV tu ambacho ni kitu rahisi kwa watu fulani labda wenye uwezo nini, lakini wenye mm. Mimi nahisi ni wito. Mimi sina uwezo wote, subhanallah, subhanallah eh. Ni Mungu yani amenisukuma mwenyewe, yani ni wito So, tajiri nini, kuna watu wana ni matajiri hawajakanyaga ardhi. Ni kweli hawajakanyaga ardhi ile. Umedhaminiwa au umelipa mwenyewe? Nilipa mwenyewe hela, ili kuchukua miaka mingapi kudunduliza kufikia. Kustafu, na nimeomba mkataba miaka 55 nimekata miaka 55 nimepata pension yangu ma. nimemlipia mimi pamoja na mama yangu. Mama yako yupo hapa, tunaweza kumuona kumwona, wanaanza anataka kumuona mama. Assalamu alaikum, hongera sana Ukisikia mzaa chema ndiyo wewe, yaani wewe umezaa mtoto, mtoto akatamani kuhiji, halafu hakuwa bahiri, akataka kuhiji na wewe. Hili mama unalichukuliaje kwako lina maana kiasi gani? ya Rabbi ya salam, ya salam ardhi tukufu maanake, watu wanasubiri wazazi wao wafe, ndio wafanyie huduma, lakini eh, eh, hajati huyu amekukumbuka ukiwa hai, subhanallah. Unadhani una dhima naye ya kumwombea dua? Umemwombea sana dua dua, au ulimsahau? Mwenyezi Mungu atakabali. Ya, ya, ya Rabi. Ya, ya rabbi bismillahi mashallah ya, ya rabi rab, inshallah amin. Mama, hongera sana na hii kwako tu. hajun haj, mabrurun wa dhambun maghfurun wa sayun mashkurun wa kullu amun wa antum bikhairi. Allah akufikisha salama na inshallah akurejeshe tena na tena nikirudi tena kwa hajjat okay. Kwa kweli nakupongeza sana na una wito kwa kweli kwa Watanzania Eh, matajiri na hata wenye kipato cha cha kati eh, eh, kuwakumbuka wazazi wao, lakini kuitilia maanani ibada hii eh, kubwa. Unadhani msukumo huu wa kumkumbuka mama ulitokea wapi? Kuna mtu alikulazimisha, aliku, aliku au hapana, ni imani yako mwenyewe? Ni imani yangu mwenyewe, niliona ile akiba yangu nilopewa inatosha mimi mama na marehemu babangu, subhanallah, nilipia naye, nimemfanyia hija Umemlipia. E, mashaallah, Allah yarhamuhu, Allah yarhamuhu. E, ongera sana, amin. Wewe ni miongoni mwa watoto bora kabisa, yaani kama watu wanazaa kitu chema, amin. Basi wewe umezaliwa kutoka kwa watu wema, amin. Mwenyezi Mungu atakabali ibada yako hii, atakabali ibada za wazazi wako, amin. Atakabali ibada za ulowaombea manake, amin, ili waje. Kwa kweli maneno yako haya yanabeba ujumbe mkubwa sana kwa Waislamu kutoka Tanzania okay. na East Africa wanaofahamu Kiswahili okay. kuhimizika, kuhamasika okay. kuipa maanani okay. na kuipa muhimu ibada hii tukufu. Kwa kweli leo unarudi Tanzania okay. unakwenda eh, ku, una, unarudi kwenu unaacha mji huu mtukufu wa Madina okay. ambao ulikuwa unatembea katika akili yako kama ndoto okay. Sasa tayari umekusha tekeleza, amekuwa sio ndoto tena okay. lakini umeona matamu na raha ya mji huu okay. unajisikiaje kurudi na kuwacha huo mji ambao kurudi ni majaliwa. Yaani mimi ingekuwa kwamba kuna mkataba wa kuendelea kukaa, ningeendelea kuishi katika nchi hizi yes, za Kiarabu yes, Maka na Madina yes, lakini kwa sababu kuna muda maalum wa kuishi huko udni nacho na Mashallah. E, nachokiomba Inshallah, Mwenyezi Mwenyezi Mungu amesikia hayo, na sehemu ulizozunguka ni miongoni mwa sehemu tukufu ambazo Allah mwenyewe ameziita mashairi muqaddasa. Natumai Allah ameona nia yako, ametekeleza ndoto yako bila wewe kuamini kama anaitekeleza na hata kwa mzazi wako yes. Pongezi hizi si ndogo, ni kubwa kwa kweli, unastahiki Amen. kila sababu ya dua na unastahiki kuombewa hata na wenzako kwa sababu hamasa hii uloifanya okay. Natumai watu kupitia Al Azhar TV Tanzania mm -hmm, watahamasika na watafanya na itabaki kuwa sadaka tunjaria kwa sababu hii ni wito umefanya haji , hmm. Umemfanyia mama haja, umemlipia um, um, mama hmm. Na umemfanyia pia mzee wako uliotangulia mbele ya haki hmm. Kwa kweli hongera sana, Hali. Sasa nyumbani, unadhani nani unatamani akukabili yo mwanzo pale airport, e, katika wanafamilia yako kuna mtu ambaye umeandaa yo mwanzo muone? Nimeandaa watoto wangu, ndiyo, mme wangu yeye yupo Arusha. Ndiyo, ndiyo Allah. Lakini watoto wako pali watanikokea Isha Allah. Dodoma. ya salam e. Mwenyezi Mungu kwa kweli akufikisha salama. Amen. yaani tumekupenda sana sisi e, e, e, wafanya wa, wa, wa, wa, wa, wa mahojiano ya TV hii Amen. na umeleta msisimuko mkubwa na, na, na hisia kubwa sana katika safari yako ya haji ambayo ilikuwa kwanza ndoto, lakini hatimaye imekuwa sasa ni maisha halisia. hajun mabrurun wa dhambun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bikhairi. Hajat ambaye amekuja kuhiji kwa mara ya kwanza na akamlipia mama yake, anaaga mji huu mtukufu wa Madina hali ya kuwa e, yupo katika majonzi ya kuiacha miji hii mitukufu lakini inshallah lazima arudi nyumbani ili akajipange tena okay. na ma... Allah atamfanyia wepesi na atarudi na mji huu, atakuwa ni miongoni mwa miji ambayo anaitembelea sana katika sehemu iliyobaki katika maisha yake. Lakini pia tunao mahujaji wengine hapa aa, mama na wewe, ni haji yako ngapi hii? Ya kwanza? Mashallah. Ilikuwa pia ni sehemu ya ndoto zako au umelipiwa tu? Mashallah.

Kwa kweli hongera sana Mwenyezi Mungu atakubali ibada yako na inshaallah, natumai utarudi tena na tena. Mama yangu hapa, nawe kwako, ilikuwa ngumu, ilikuwa rahisi kiasi gani kutekeleza ibada hii? Kwa kweli, ndio ndio. Mashaallah, masha allah, mashaallah, mashallah, ongereni sana mashaallah. Mlikuja na, na taasisi gani? Zadawa. Ah, Zadawa. Zadawa, ah, Zadawa, mashaallah. Zadawa, kiongozi wa Zadawa tutamhoji inshaallah. Lakini ni taasisi ambayo naelezea eh, kuwa imewahudumia kimafanikio kiasi gani? Mashaallah, mashaallah, yale walioahidi, walioahidiwa katika semina yametekelezwa? Mashaallah. Hongera na kongole kwa za uh, dawa Zadawa, si ndio? Uh, mashallah. Mama yangu, salaam aleikum. <mira> Vipi hali? Hongera kwa kutekeleza haji. wa kula amtum bi khairi. Hii ina maana gani kwako? Ndio, ndio, ndio. Oh Allah arhamhum, Allah arhamhum Subhanallah, subhanallah. Ndio, subhanallah. Ndiyo, ndiyo, ndio, ndio, ndiyo. Hongera sana, hongera sana. Nini wito wako kwa watu ambao wapo nyumbani? Ah, wito wangu ni kuhamasisha watoto, ndiyo ili waje kufanya hija, hmm. Wakati wana nguvu, ndio, kwa sababu ibada ya hija ni harakati kubwa sana. Ni kweli na ni nzito. Ni kweli, bila kuwa na nguvu utateseka, ndio, na utaumia na utavunjika moyo subhanallah. Eh, kwa hiyo wahamasishe, hmm. Wazee wahimize wa watoto bado wana nguvu kuja kufanya ibada ya nguzo tano ya Kiislamu. Mashaallah, hongera sana Ah, Lazar TV Tanzania inakutakia ibada njema na inakutakia safari njema inshallah. Na mama angu, hii ilikuwa haji ya ngapi kwako? Ya kwanza? Mbona kama tumekuona kabla ya hapo mara kadhaa, au zilikuwa ndoto? <laughs> una mahudamu ulikuwa unawaleta hapa kwa sura yako. <laughs> Mashaallah, hongera sana kwa kweli, Allah afikishe salama nyumbani na hongereni sana lakini, awalete tena inshallah na tena, katika mji huu kuna umbra kuna haji kuna mwezi ya Ramadhani ujitahidi inshallah. Haji imepita, lakini ibada na utukufu, haya maeneo bado haujapita, unaendelea kuwa ni maeneo matukufu, basi tuyakumbuke. Lakini pia kama alivyosema haji hapa, watoto wetu tuje tumkabidhi Allah watoto wetu Mwenyezi Mungu, tunawakabidhi hawa watoto uwalee, kwa mafundisho yako ya Allah. Ni jambo muhimu sana jamii, imeharibika, mmonyoko ma, ma, wa maadili unazidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo insha allahu mmehiji, eh, mmeombea familia zenu, lakini mfanye juhudi pia za kuwaleta watoto hata umra. Haji watakuja kwa hiji baadaye, wakiwa wamejelewa, basi umra kwa uchache waweze kuja. Mama yangu, narudi tena kwako, ulipata changamoto cha zote katika kutekeleza ibada hii? Eh, nini ilikuwa shida? Afya labda ilikuletea shida au ulikuwa fiti? A, a, afya, afya shida, lakini ulimudu. Naam. hali ya hewa ndio, e, joto na kali, kali sana mimi na mimi nakuona nakuona na kabisa <laughs> na washuhuliaji wa, <shudiliaji> wa <laughs> Azhar TV pia watashuhudia hivyo. Naam mama, assalamu alaikum hongera oh, sana kwa kuhiji. Mashallah unarudi nyumbani leo Sarni, ukiwa hajjat. Hii ni mara ya kwanza kuitwa hajjat au liitwa kabla? Mara ya kwanza mashallah. Ndoto, ndoto. Tutu, tutu, lakini hatimaye zimekamilika. unajisikiaje kukamilika ndoto zako? Mashallah, kweli ilikuwa ni siri ya mwanangu wa kwanza. Bismillah, mashallah, mwanangu wa kwanza kuna miaka ya nyuma kule aliletea nguo ya kusalia. Mashallah, kumbe ana dhamiri ya kuwa hivi. Allahu akbar, Allahu akbar, lakini na mimi ndio, ndio, ndio, ndio. Subhanallah. Subhanallah. Ya salaam. Subhanallah. Subhanallah. Kumbe jibu lilikuwa lipo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mwombee dua kijana wako waombee dua vijana wako oni. Lakini na jambo nataka niwaulize mahajati, tuna kwenda katika uchaguzi wa 2025 uchaguzi mkuu na, eh, tuna kiongozi miongoni mwa viongozi waliotia nia mwanamke mwenzenu. Hii kweli ina maana gani kwa ujumla? Ndiyo, ndiyo. Kwa sababu japo kwenye dini wanasema kwamba Ay, oh. Yeah. He, he, lakini, kwa kufuatana na katiba mmeombea nchi kuhusiana na tukio hili muhimu. Mmeombea sana mashallah. Basi nami mpenda sana amani kwa kweli, hongera sana na mimi niwapongeze tena na niwatakie safari njema, inshallah mukakutane na familia zenu mkiwa na furaha nao wakiwa na furaha. Nikileta mahojiano haya na mahujaji walioteuliwa mwaka huu na waliosafiri na Taasisi ya Zadawa, ni Ashim Al Azhar TV Madina.